Napenda kuonekana. Unajua mimi wakati nasoma uh, nilikuwa ni mtu ambaye napenda nikae mbele ya wenzangu niongee. Yaani sema nilikuwa na kierere. Japo <laughs> yeah, mimi nina uh, sometimes watu wananiona kama niko na uh, complicated personality. Kuna wakati mtu anaweza kani describe kama ni mtu mpole, yaani mtu ambaye haongei. Lakini kuna wakati mtu anaweza kani describe kama mtu ambaye eh, unaringa umeona. Lakini kuna wakati mtu anaweza kusema ni mwongeaji. Kwa hiyo unaweza kukutana na watu watatu, kila mtu ananielezea tofauti. Lakini kitu ambacho kiukweli kilifanya niwe mtangazaji, kwanza mwanzoni, wakati nasoma uh, kwa sababu nilikuwa mtu ambaye anapenda kukaa mbele ya wenzangu kuongoza nini, nilikuwa naonekana kiongozi zaidi, na hata wakawa walimu wangu nishauri nikawe mwanasheria, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba ikiwa mwanasheria itanisaidia mimi uh, kuwa kiongozi. Lakini mimi nilikuwa lakini, uh, nafikiria kuwa kuwa mwandishi wa habari itanifanya zaidi kufahamu issues za watu, na hata kama nataka kuwa kiongozi itakuwa rahisi zaidi kuliko kuwa mwanasheria, kwa mwana hiyo That is what brought me into journalism. Na pia walikuwa kuna watu ambao walikuwa nawaona wanatangaza wananivutia. Eh, by then kwa kuna napenda sana kuangalia kusikiliza BBC, kina Charles Hillary, um, kua unawasikiliza sauti so zao, lakini pia kuna kuna, kuna DW ilikuwa naisikiliza sana kusikiliza unapenda, ila kusikiliza napenda, ila sasa kwa sababu mimi mwenyewe pia napenda kutangaza radio, lakini sasa kwa sababu TV ndio inaonekana. Kwa hiyo eh, nikaona nichague sema mbona niko busy kwa, kwa, eh, hey. Lakini kwa sasa hivi hata ukiwa radio unaonekana, unaonekana kwa sababu kuna hiyo convergence unaweza kutangaza kwenye radio kaenda kwenye mitandao ya kijamii na vitu kama hivyo, kwa hiyo <laughs> ha, kusema hasa kitu ambacho kilinifanya, yani kitu cha maana sana ambacho kilinifanya niwe mwandishi wa habari wa habari au mtangazaji. Uh, naweza nikasema ni hiyo, lakini pia cause, yani mimi ni mtu ambaye napenda sana ku address issues za watu. Kwa hiyo nilikuwa naamini nikiwa mwandishi wa habari ama nikiwa mtangazaji itanifanya niweze kuzungumzia issues za watu wa, to to tell watu people stories. Yes. Yani, uh, nikiwa ninamhoji kiongozi nitakuwa namhold accountable sana na vitu ambavyo angepaswa kufanya kwa watu. Kwa hiyo hicho ndio hicho ndio kitu ambacho kinanivutia zaidi kwenye Uh, utangazaji ambao kwa mwandishi wa habari ndio maana mimi, kwenye uandishi wa habari, moja kati ya vitu ambavyo ninavipenda, ukiacha kutangaza habari, napenda sana mahojiano na napenda sana interview, napenda sana ku uh, kukaa yani ku, ku, kuhoji watu yeah, napenda sana ku especially interviews ambazo zinaweza zikamfanya mtu akatoka pale kidogo akawa accountable yani, akatoka pale akasema, okay, kuna kitu ambacho tunatakiwa kufanya zaidi kwa ajili ya watu. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimenifanya nio mwandishi wabarnipende mtangazaji. Okay, sawa. Na kitu gani kimekufanya upende vitu serious? Maana yake unataka vitu serious. Yes. Kiukweli niliwahi kupewa kipindi kimoja cha wakati kuna naanza kulikuwa hamna kipindi cha burudani kwenye channel yetu. Wow. Sasa katika vijana ambao tulikuwepo, by that time unajua sisi tumekuwa ni, UTV, imekuwa ni channel mpya sisi pia ni miongoni mwa watangazaji wa mwanzo mwanzo, licha kwamba sisi pia ni hatuna muda mrefu kwenye industry, lakini tumekuja tukakuta ni channel mpya. Sisi kuna vipindi havikuwepo kama kipindi cha burudani. Hicho kipindi kilikuwa ni kipindi kama cha people's choice, yaani unaenda mtaani tunahoji watu halafu at the end of the day wanachagua wimbo ambao wanaupenda, unaona. Sasa nikawa nimepewa hicho kipindi, i can imagine sasa mm -hmm. kila nikienda <laughs> <Tata>, pamoja mtu hataki kuongea. Apa nini? <laughs> ni, mzee likawa ni sasa nafikia basi chagua hata wimbo. Hataki. <laughs> <laughs> nikienda sokoni akina mama wale wanauza sijui nyanya nini? Kwanza nimevaa, ili hata ni suti, nimevaa, nimevaa koti la suti.